Mheshimiwa, utumishi na utawala bora. Mheshimiwa Dkt. Alice Karungi Kaijage mbunge wa viti maalum sasa aulize swali lake. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa maelekezo kwa waajili kupitia kanuni G17 ya kanuni za kudumu katika utumishi wa umma za mwaka 2009 kuhakikisha wanaandaa mipango ya mafunzo kwa watumishi na kufanya tathmini ya mahitaji ya mafunzo kwa maana ya training need assessment, kutenga bajeti na kusimamia utekelezaji wake. Katika, katika kutekeleza maelekezo hayo kwa kipindi cha mwaka 2022/2023 hadi mwaka 2024/2025 jumla ya watumishi 1336 kutoka katika waajili mbalimbali walipatiwa mafunzo kabla ya kustaafu katika chuo cha utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, hata hivyo serikali itaendelea kuasisitiza waajili kuhakikisha suala la mafunzo kwa watumishi kabla ya kustaafu linapewa kipaumbele katika utumishi wa umma. Nakushukuru Mheshimiwa Speaker. Sana. Dr. Alice, asante sana Mheshimiwa Dkt. Alice Kaijage swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali nikuwa maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, je, yes, serikali haioni sasa kuna haja ya kuhusisha mifuko ya hifadhi ya jamii katika kutoa elimu kwa wastaafu watarajiwa, kwa sababu wanasema wanatoa kwa muda mfupi, na kwao unaona haina tija. Kwa hiyo ili pengine ni gharama hii mifuko inayohifadhi fedha zao, kwa nini s ikawa mhusika mkuu wa kutoa elimu kwa wastaafu watarajiwa kwa kipindi cha kutosha? Swali la pili, je, yes, serikali ina mpango gani kutoa upendeleo kwa wastaafu ili kupata uwekezaji katika hati fungani za BOT kama ilivyo kwa baadhi ya taasisi chache. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Dkt. Alice kwa namna anavyofuatilia masuala ya watumishi. Nikijibu maswali mawili ya nyongeza, ameuliza ni namna gani serikali tuna mpango wa kuihusisha mifuko ya jamii katika kutoa elimu ya wastaafu kabla a wa wajastaafu, nimwahakikishie Mheshimiwa mbunge jambo hili tumeliweka kwenye utekelezaji, na taasisi za waajili zimeanza sasa kuweka mpango wa kushirikiana na mifuko hii ya hifadhi ya jamii kutoa elimu. Lakini pia tunahakikisha sasa, tumetoa maelekezo kama serikali elimu hii inatolewa mapema, kwa sababu wengine wamekuwa wakitoa elimu hiyo kwa wastaafu mwezi mmoja kabla ya kustaafu, ambayo inakuwa haiwasaidii. Sasa tumejipanga kutoa elimu hii mapema, ili sasa kumpa nafasi mstaafu anapostaafu anakuwa tayari anajua afanye nini baada kumaliza ya kumaliza utumishi wake wa umma, juu ya kuwekeza kwenye hati fungani. Mheshimiwa Spika, serikali pamoja na elimu ambayo tumesisitiza kutoa kwa wastaafu ni kuwekeza kwenye hati fungani, kwa maana ni sehemu ambapo riski yake ni ndogo, na kupitia mfuko wetu wa UTT AMIS Tume, tumeanzisha product ya wekeza bondi kwa maana bond fund ambayo inatoa masharti nafuu kabisa na ambayo inamwezesha mstaafu kupata gawio lake kila mwezi. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa.